Kwengeneko Ezra Chiloba Simiyu ameapishwa rasmi hii leo kama afisa mkuu mtendaji wa tume ya IEBC. Simiyu anachukua hatamu za kuongoza operesheni za kikazi za IEBC wakati ambapo tume hiyo inakabiliwa na changamoto chungu nzima. Miongoni mwa yanayomsubiri ni kesi dhidi ya IEBC jijini London na vile vile kesi inayokumba mtangulizi wake James Oswago. Lofty Matambo alihudhuria hafla ya kuapishwa kwake na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni kiapo alichokichukua mbele ya makamishna wa tume ya IEBC na Jaji Mkuu Willy Mutunga. We will endeavor to build strategic partnerships Uteuzi wa Ezra Chiloba Simiyu kwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC ulichapishwa rasmi kwenye gazeti la serikali Januari 30 kufuatia kung'olewa kwake James Oswago pamoja na naibu wake Wilson Sholey. Hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na sakata ya ununuzi wa vifaa vya uchaguzi visivyo Utata uliopo sasa ni kumtafuta naibu wake, wakati mahakama tayari yametoa agizo la Sholei kurudishwa kwenye orodha ya wanaopokea mishahara kutoka kwa IEBC licha ya kuwa nje. But we shall appeal the court order because, uh, it does not make sense to have two deputy CEOs on the payrolls. Basi Simiyu anaingia mamlakani akijua kibarua kilichoko mbele yake, changamoto kama hizo na uchaguzi mdogo wa Kajiado ya Kati na ule wa seneta wa Homa Bay. I joined the commission at a critical point in the electoral cycle. Holding all factors constant, we have just about 916 days left to the next general elections in 2017. Mnamo mwaka jana Aprili, wanakodi waliapa kupeleka mswada bungeni wa kuivunjilia mbali tume ya IEBC wakidai imekuwa mwiba wa mchongoma kwa Wakenya, huku wakionekana kuisuta si mara moja wala mara mbili. Hiyo mnyama inaitwa IEBC iende nyumbani. Iende nyumbani, wangapi? Nasema iende nyumbani, iende kwa mkono, lazima kikundi kinaitwa IEBC ambao walagai upigaji kura Kenya hii, wangapi? Wanataka IEBC ende nyumbani. Hivyo basi, Simiyu hatakuwa na budi ila kulikubali joto la kisiasa lililopo na kuahidi kuchapa kazi. Kuapishwa kwa Bwana Chiloba kama afisa mkuu mtendaji mpya wa tume ya IEBC huenda ikaonekana kama njia ya kuipa sura mpya tume hiyo. Hata hivyo, shinikizo kod la wana kodi la kuivunjilia mbali tume nzima bado limesimama. Lofty Matambo KTN leo Nairobi.